Kuanzia leo mimi ukiniona sehemu ujue ni jambo la mm. Sitaki ushoga na msanii yoyote, sitaki mazoea na kuku yote, kwanza ukinijiletea ujinga. Nimejifunza vitu vingi sana hichi kipindi mimi, kile kipindi natukana na ule shoga, nimejifunza vitu vingi sana kwanza. Sitaki kujibu watu, ile ni kujisau. Ni nani hapo watu? Tuwasikuizi na mambo mengi sana Kiswahili, am telling you Watu wanakuchezea ubongo, wanaliumbisha dishi hilo, wanaliumbisha paka, uje kukumbuka maisha yako bebi, too late to the magnificent to suggest it. Yani acha kuchezea, amekuharibu uh -huh, and they are very close to you. Unaona nasema, hawezi mtu kukuharibu maisha katoka huko, hata kuvuruga mumeo. Kuna wengine mnavuruga na ndoa, tunawajua kibao, nyembwa kazi tu huko mmeka mm, mnajiimbisha mm. Mm. Mm. Tunajua una furaha kisa utaonekana wewe una mume, utaonekana you are not classic woman, una akili kwa sababu unaonekana una mume. Lakini unaona tu kuna kuna una kama mume, mume wake na huyu jamani, hawa mm unakuta mwanamke, yeye ndo mwanamke yeye ndio mwanamke yeye ndo anatoa hela, yaani yeye ndo anahudumia, ila kwa sababu hey, kaninunulia. Mume wangu mume wangu, mume gani? Mnaturudisha nyuma nyinyi, mngekoga hata mna mna preach kuhusu nyinyi tunaweza nyinyi, hizi ndio zisingevuruga. Yani wewe mtu unajioa unajioa, na bado tunajua mmeoana huku, unatoka unachetua, na unajua yule hawezi kusema chochote, alafu unategemea mwanaume atakuheshimu. Mwanaume hata kama ana hela ni mwanaume tu, na ukishafanya hicho kitu tu, tunaona hivi kwenye interview zenu, tuko tunaona mnakuwa, yaani mmeoana tu by picha, by fire, by force, tunajua mm una shida shido shido, you run away from your problems that is calling run away from your personal disorder your PTSD. Na mnataka kujua mambo ya watu, we yako unayajua? si nyako tunayajua hmm? Yani, mtu kisa tasiti kwa sababu ya kiwa msanii labda au kio au star, hajaolewa ataonekana kama eka mjojo, kwa hiyo bora nitafute hela ni, ni mlee huyu anioe kwa kitu najinunulia mwenyewe. Afenda akasema kaninunulia mali hiki kaninunulia bariki kaninunulia sumani. So mimi ni makuku kweli. Kuna watu siwapendi mimi. Wewe kusikiliza mimi jamani, ningimchukia mtu siwezi kuficha. So mnajua kwa nini naambia hivyo? Mmenifanya na ficha, sijui mlinifanyaje. Pakati nikaa kuna muda nawachekea hadi wa China. Niau, niau, mi baba ulipabua hapana. Kwanza mimi kuna watu siwakubali. Mimi yani kwanza nikishona tu mtu kashadadia jambo ambalo limeniumiza. Wewe kashadadia. Bebi wewe je, umekufaga siku nyingi tu unakuchekea mchina wewe. Mimi si dili na wewe, sikupendi. Hakuna adui mwanamke mwanamke mwenzie bwana, adui ni roho yako mbaya bwana. Mimi sina roho mbaya bana wewe. Unakuta eti mtu kakuta siyo mtu kamchamba, Gigi anasherekea eti huwa anatoka wenyewe na kuungana na watu sita sita. Mm. Tutakuja kudondoka na kifafula inbox, nyinyi mtapata inbox mikusanyiko nyinyi. Yaani mnatafuta mikusanyiko ili mumuumize tu mwanamke mwenzio. Ili mumuumize tu mwanamke mwenzio. Mtapata inbox nakusanya kusanya na kusanya, mtapata umaanyani. Mumseme mtu ili mradi muweke spirit zenu kwamba nyinyi mko sawa, mtu fulani hayuko sawa. Nyinyi watu Tanzania mgo wagonjwa. Mkifuta makeup hivi hamtemei bila face up. Wewe unakuta msichana anajiedit mpaka kioki na msalit. Unasema, kwa nini wewe mbona umekuna tatizo? Na she is very pretty. Kisa tu ushindane tu mtandaoni uonekane you are more beauty than others. Au kwa mtandaoni kuna tabia mtu anakuja anataka kukufanya yani yeye ndo ana akili. Nyi wengine wote wasenge baridi yani nyi wote mama zenu wakualeaga liko. Yaani kama mimi nilizaliwa chooni basi mimi mende. Kwa hiyo mtu anakuja kwa sababu anajua sababu Gigi. Mnachekesha, unajua kabisa huyo ana maisha anapambana kwa ajili ya kuonyesha watu wamwone yuko sawa au uko sawa bana. Tunajua, tunajua tunajua, ingekuwa ingekuwa, kuwa sawa, sawa. Eh? Did you know mna, jina ni kutuonyesha uko sawa zizu, pamba kali. Nyinyi mnakumbuka jina lilikuwa ni kitoka shule, nasikia ose ni pamba kali eh. Kuna kitu kinaitoka, sijui kitu, kuna kitu gani kwa macheni, sijui macheni. Me, I don't know those people but I being heard majina makubwa wote, unajua mimi na jina, mimi naingia dau, naomba petia na nzuri ya kuongea na wema Martin, lazima mweke kola hivi. So unajua maisha kuliko mimi ndugu yangu, au unajichanganya sana? Ah, maisha ni magumu na ustaa unaharibu akili. Kama Mungu hajakuchagua unautaka ustaa, nakwambia kwambie kweli, welcome to the gang of stress, welcome to the anxiety forgetting yourself living like ashawe, kwa sababu huku ni lazima bebi, utabanduliwa tu, utake ustake. Kuna siku hazilaliki, lazima kitu ni mvua mvua, nyevu nyevu nyevu, yaani lazima tu, kuna matatizo utakutana nayo, ni lazima tu, ni utauzwa tu huku huku. Huku moto unawaka na watu kukuwekea na taiti za gym, watu wanazidi mafuta. Mnaona taiti za gym watu wanapozivaga? Msione zimewabana makalio zinatokeza tu nyuma. Kwenye kuvaa zile taiti kazi, jamani, usta mgumu kama taiti ya gym. Usta mgumu. Yaani baby, kama ustapi au uwezi uwezi kuwa star uta act sana kuonekana, mimi sijui mavuzi mimi wewe nini wewe miogo nani hali nini mpumbavu mmoja yaani, unajua huyu ni wewe, uwe star usiwe star, kama ulizaliwa kwa operation ulizaliwa kwa real birth, machua sijua ulipushiwa ulikunywa kama uli mtoto wa dawa mtoto wa kupatikana na, na Mungu. Yaani baby, nywele zako ukitoa wigi unajijua. Sinaelewa So don't tell me being a star, you don't have to stay true to yourself. Hata mwenyewe basi, hata mwenyewe basi, basi ndio sina mtu. Eh, bana, eh but eh eh eh eh bonawi, eh bwana eh but wigi wigi kope kope yani yani aika aika eh, eh is it is it it? Ebati, eh but eh Asambe mama, vitu ni muda wote kama una photo shoot. Hakuna mm. Atuko hivyo anakaa hivyo, ni mwanamke malaya anataka kuattract wanaume Usta so kujifanya mdoto. Yaani, nyinyi mnashinda na kope na mawigi. Una shughuli ya kufanya. Wewe unaweza kuingia jikoni na wigi. Kwanza linabanduka, liteki joto Unajua nachana miguu kwenye c lazima abati piki piki, so sijui msafi, sijui nini. Kazi yako kula ushibe, madaa kula ushibe. Kazi yako ngumu say. I'm saying this because I have a child. Na mtoto wangu wa kike sito, sitotaka kesho waishi maisha niliyoishi mimi, au mnaishi nyinyi pumbavu. Mtu anaamka na kope mwana sesele, simu mwana sesele. Mtu unaamka cha kwanza unawanja wako. Oh, zamani ilikuwa mademu kitembea pochi zao inawanja na tishu. Sikuizi mademu wote pochi zao zina lipshaini ile. Inaitwaje ile? Kwani ndio pigie promo bwana. Mnaijua nzito ile transparent na bonge la wanja huku jeusi huku brown anafanya tu mm. Midomo ina mng'a, mtu akwambia good morning, mpaka anambia wewe, kwani unaenda kula vitumbua asubuhi? No darling, niko naongea na tu video call eh, but eh, eh, eh, eh, but eh, but piki piki zale, mimi gift time for the mm. Kwanza nashindwa naona yani, mbona kama napambana sana. Why should I fight it? if it it was for me, why should I fight it, my friend Ai, we Ebo. FBI hiyo, FBI Baby, watu wanafanya na investigation, yani nambaju. FBI wako Marekani wao wameletwa lipshani Baby? Msichana, unakuta tu watu wamekaa, midomo iko wanajifanya nao ma Priscilla, mm. e, e, e, e, e. <laughs> Bwana, utaolewa tu, usipake lipshani bwana we. E. Midomo mingine ikivoka lipshani, unabaki unamwangalia anakuwa kama kitumbua. Mwingine unasema umeva kama wewe sio au, yani muda wote, mpaka unasema huyu vipi? Mmekaa mnaongea katikati ya stori yako, mm. nakusikia mm. mm. Yes bo, mm. ni